Ni jukumu letu kuhakikisha wewe mtazamaji wetu haupiti na habari wala tukio la aina yoyote, ki entertainment, kijamii. Siku ya leo tunarukia au tunaruka kutoka maeneo haya ya Shekilango jijini Dar es Salaam, ni kwa wafugaji maarufu kabisa na wauzaji wa kuku wa kisasa pamoja na kuku wa kienyeji. Mimi naitwa Kelvin Shayo at Shayo TZ, tukutane Instagram. Nyuma ya kamera, much respect to Mabigi director, ambaye anasababisha wewe unapata kipindi hiki kwa uzuri kabisa. Hapa tunaye pia mmoja kati ya atajitambulisha yeye ni nani lakini ni mmoja kati ya watu ambao wanapatikana katika eneo hili, atasema kama ni mfugaji tu au pia ni muuzaji pia. Jina lako nani? Naitwa Musa Shabani. Musa Shabani, mfanyabiashara wa biashara ya kuku? yeah. ndiyo, ndiyo. ni mfugaji au ni ni muuzaji? Mimi ni muuzaji. Kwa hiyo unawanunua kutoka sehemu mbalimbali? Kutoka sehemu mbalimbali, hmm. tunaleta hapa sokoni kwa ajili ya kuuzwa Biashara yako ya kuku kama ninavyoona wa ni kuku wa wa kienyeji bila shaka. Kienyeji wa kienyeji. Hauna kuku wa kisasa hata mmoja. Kwa kisasa wapo hapa. Hao ni wa kwako pia. Ah, wa kwangu wameisha hapo jirani. Kwa hiyo unauza wote wa wa kisasa na wa kienyeji. Kisasa na kienyeji wote nauza. Ndio. Yeah. Kwako mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV, kilichofanya sisi tukaamua kuja na kuhakikisha kwamba unakipata kipindi hiki ni kutokana na maswali mengi na kauli nyingi ambazo zinakuwa nyuma ya pazia mtaani kwa watu wakizungumzia kwamba baadhi ya kuku wa kisasa, cha kwanza, wanakuwa katika, wanaandaliwa au wanakuzwa katika makuzi ambayo yana madhara kwa binadamu. Lakini pia kwa sababu tunayemfanya biashara atatuambia kwa nini yeye, idadi ya kuku waliobaki wengi hapa ni kuku wa kienyeji kwanza ni kuku ambao ndo kuku wetu halisi ambao wanafugwa kienyeji, wao chakula wanajitafutia wenyewe, na kuku wetu wa kisasa hawa kama kawaida wanapewa chakula ambacho ni special kwa ajili ya hao. Wapo wa kisasa, wa kuku wa kienyeji ni bora zaidi kuliko kuku wa kisasa, lakini hawana sumu kama wanavyosema, sijui madhara kwa, kwa walaji. Hapana, kuku wa kisasa wapo sema tu kwa sababu anakuwa wamefugwa kisasa, ndio mtu anamchukulia vile alivyokaa anachukulia kama vile ana madhara hapana. E, lakini wanalisho chakula ambacho ni safi. chakula chake bila shaka ni tofauti na vyakula vya kuku wa kienyeji? Ah, tofauti tofauti. kuku wa kienyeji anajitafutia mwenyewe, tofauti na huyo hapo. huyo anawekewa ana, ana, kila kitu chakula, maji, nini, kwa hiyo ndio maana unakuja kukuta amezubaa a lakini nikijaribu kuwaangalia na mtazamaji pia wa Global TV, ningependa ajionee. Ukimwangalia kuku kama huyu anayeonekana hapa, kuku wa kisasa, anaonekana kabisa kuku mkubwa lakini hana manyoya. Unadhani hili linasababishwa na nini? Kwa sababu manyoya anaonekana ni manyoya madogo madogo, yani kuna sehemu kubwa ya mwili wake ambao unakuwa nje, au unakuwa unaonekana tofauti na kuku wengine. Hiyo ni mbegu, mbegu zinakuwa tofauti. Kuna, kuna mbegu inakuwa ina, ina manyoya, kuku ana manyoya mengi na kuna wengine wanakuwa hawana manyoya mengi. Kuna imani ambayo imejengeka kwa watu kwamba baadhi ya kuku hao wa kisasa wanatunzwa au wanalishwa na kukuzwa kwa kutumia vidonge hivi vya kupunguza makali ya ukimwi, ARV? Hapana, ili lipoje? Hapana, sio kweli, sio kweli. Hawa wana chakula chake special kabisa. haujawahi kusikiasikia sehemu yote kwamba wa kuku wanatunzwa haana, katika njia hiyo. Wanaongea tu lakini sio kweli. Unataka kuniambia kwamba ukuku wa kisasa ukimtunza au kimwekea ARV anakufa? Ukimwekea ARV kwa kweli sijajua, mm, lakini sidhani kama ukimwekea ARV atakuwa hivyo mm. E, hawa hapo wanafugwa tu na chakula chake kipo special ambacho kinauzwa madukani na kina TBS li kwa upande wa pili yeah. Wewe kama mfanyabiashara biashara wa biashara hii yeah, unapendelea kula kuku wa kisasa zaidi au wa kienyeji? Mimi napendelea kula kuku wa kienyeji, ha, kukua kukua kukua kienyeji. Mm. E, kwa sababu ni wa asili awa yeah. E, kuku wa kizungu tumeletewa na wazungu na ndio jamii yao ipo hivyo sio kuku wa asili yetu Nandoma na ndio maana watu wanaona wanaona kuwa wana utofauti kuku wa asili yetu ni hawa wa kienyeji yeah. hey, ndio umewahi ume kujaribu pengine kuchunguza au kutaka kujua kama kuku ki. wa kisasa wanaweza kuwa na madhara yoyote ndipo ukaamua kuwaacha au umewaacha tu kwa sababu basi ni kuku tu wa kawaida au ni kuku wa kuletewa na hivyo sio asili yetu hawa kuku wa kizungu jibu la kwanza la pili la pili, la pili kwamba mimi nimezoea kula kuku wa kienyeji kwa sababu mi ni kwetu Dodoma kuku tuliokuwa nao ni hawa hawa. Nimewakuta mjini, kwa hiyo hawa ndio kuku ninaokula, ninaojua kwamba ni kuku bora. Hawa wa kisasa ni kuku, lakini wanapungua ubora kwa sababu ya vyakula wanavyokula, vile vinakuwa vina makemiko fulani labda, lakini sio haravii Vidonge vya ukimwi kama wanavyosema. Ya, kwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV ambaye anakutazama sasa hivi, angependa kidogo kujua katika biashara ya kuku hawa wa aina mbili wa kienyeji na wa kisasa, wapi ambao biashara yao inakwenda au inakuwa ni rahisi zaidi? Biashara inayokwenda rahisi zaidi ni kuku wa kisasa. Kwa nini? Kutokana na bei. Kwa sababu kuku wa kisasa bei yake ipo iko chini tofauti na hao wa kienyeji. Kwa hiyo ndio maana unakuja kukuta wabongo wengi wanapenda down. Kwa hiyo ndio maana wanakula sana kuku wa kisasa au bei yake iko chini elfu sita mia tano elfu sita mpaka elfu saba Lakini kwa kienyeji, kama huyu hapa, kama huyu ni elfu kumi na nne maona, eh, kama huyu hapa ni elfu kumi na tano kama huyu hapa. Kwa hiyo sasa unakuja kukuta ni gari huyu hapa mmoja, wale pale wawili. Kwa hiyo ndio maana unakuja kukuta hao wanaenda haraka sana, na mahoteli yetu mengi sana wanatumia hao, tofauti na wakienyeji, wanakuja watu wa nyumbani na sehemu nyingine nyingine nyingi. Na katika biashara na watu ambao umekuwa ukiwafanyia ukiwauzia kuku hao, umewahi kidogo kuangalia au kuona mabadiliko kati ya mteja ambaye mara nyingi anatumia kuku wa kisasa kwa mwonekano tu na ambaye anatumia kuku wa kienyeji e? Kuku wa kienyeji ukila lazima uwe bora tofauti na kuku wa kisasa. Kuku wa kisasa, si wamezubaa. Na, na mtu ukiona kula kukua kisasa unazubaa vile vile. Yeah, si unakuwa kama mzungu, sasa unajua wazungu wazungu wameregea tofauti, na sio Afrika mm. Sisi Afrika ni chuma cha pua. Sasa kuku wetu ni hawa hapa sasa, hawa tumeletewa, kwa hiyo tunavyokula ndio hivyo. Unakuja unakuta mtoto anazubaa kuzubaa himo, yeah. Ni, ni kushukuru sana kwa maoni yako na vyote ambavyo umevizungumza. Cha mwisho labda pengine ambacho ungependa kuzungumzia kuhusiana na biashara yako tu nikupe nafasi kidogo ya, ya kuzungumzia biashara sasa. Mimi nasema kwanza, karibuni sokoni Shekilango, tunauza kuku wazuri, tunakuwa kienyeji safi. Ukija Shekilango uliza Musa Akibaigwa ndo mimi, unapata kuku wa kienyeji bora. Mimi najulikana kwa kuuza kuku wa kienyeji, hao wa kisasa sio sana. Kisasa ni shikilizia, tusipoteze wateja. Lakini mimi nauza kuku wa kienyeji original kutoka Dodoma kutoka Tabora hapa ukijauliza Musa wa Kibaigo, umenikuta hapa hapa sokoni kwetu, kusafi mazingira mazuri, uaminifu upo na tunauza kuku bora, sio bora kuku. Nikushukuru, nikushukuru sana kwa maoni yako, bila shaka mimi pia nitakuwa sehemu ya mteja. Kwa kwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV, wakati tukiwa tunaangalia namna hii shughuli zikiwa zinaendelea za maandalizi ya, ya kuku, uuzaji, ufugaji, na pia nasikia kuku wana, wana, wanachinjwa pia hapa hapa wanauzwa wakiwa, yani kama nyama vile. Hapana, hapa unanunua kuku mzima, kuna mchinjaji maalum anakuchinjia, unamlipa mia tano, ananyonyoa na katakata kila kitu. Kwa hiyo unamnunua kwanza, afu baada hapo, wachinjaji wapo karibu. Ya, kuku aliochinjwa hapo. Hapa unanunua kuku mzima unachinjiwa hapa hapa, unaandaliwa hapa hapa. Okay, asante sana. Sasa hivi mtazamaji na mfuatiliaji wangu ambaye unatufuatilia kupitia Global TV popote pale ulipo, tunaachana na brother hapa ambaye ni mfanyabiashara wa biashara hii ya kuku inakwenda kutafuta wachinjaji yao. Umekuja umesha nunua kila kila kila kitu, nenda kuzungumza pia na na na wachinjaji wawili watatu, alafu baada ya ya ya ya ya hapo basi, tutasikia mawili matatu kutoka kwao na utaendelea kuvipata vingine vingi. Usende mbali, anza kama ulikuwa hauja subscribe tu, unabofia sehemu subscribe subscribe, hakikisha tu sehemu sehemu iliyoandikwa iliyoandikwa chini ya video hii, ili usipitwe na habari zetu nyingi zinazokujia kila siku kila wakati, popote pale ulipo katika kona ya dunia. Narudia bofia sehemu subscribe, ujiunge kwenye familia ya kidijitali. Mimi naitwa Kelvin Shai, nyuma ya kamera, much respect to big director Amani Madebe, ambaye anahusika kusababisha wewe kupata kipindi hiki kiundani zaidi. Tuendelee kuangalia angalia maeneo haya ya biashara hii ya kuku inavyoendelea, kuku walivyo na wanavyoonekana. Wakati huo pia, nikiwa naendelea kujaribu kumtafuta na kuzungumza na wafanyabiashara hawa wengine ambao wanahusika kuchinjia kuku, endapo utakuwa umefika katika maeneo haya ya Shekilango kuweza kununua kuku, na mambo yote yanakuwa yakienda vizuri kabisa.

Hatimaye mtazamaji nifuatilia Global TV hapa, nimepata brother. Ukimwangalia muonekano wake, kwanza, amevalia white kama unavyomuona. Kwa namna moja au nyingine, hawa ndio wanawahusika katika kuhakikisha kwamba kama ni mteja kaja maeneo haya kanunua kuku wake, basi wanahusika kuhakikisha kwamba kama utaki kwenda kuangaika kumwandaa ku yule kuku, basi ndio wanafanya kazi. Jina lako nani, brother? naitwa Jongo Juma. Kwa muda gani umekuwa ukifanya kazi hii? Na miaka takribani miaka mitatu, miaka mitatu. hmm. Nikupe pongezi kwanza. Asante kwa sababu wanasemaga kazi ni kazi, hakuna kuchagua kazi, ili mradi kipato kinaingia. hmm, sawa sawa. Ndio ndio. Una wakati unapoifanya hii kazi kwa u, kwa uzoefu wako ambao umekuwa ukiufanya katika kuchinja kuku, bila shaka umekuwa ukiwachinja wa kisasa na wa kienyeji eh? yes, sawa. Kuna ugumu wote au tofauti wote katika kumwandaa kuku wa kisasa na kuku wa kienyeji? Hamna ugumu. Hamna ugumu lakini inasemekana kwamba kuku wa kisasa kidogo mlaini laini, yani ukikata tu, ukikata kidogo unaweza kukuta umekata mfupa, yani kama nyama hivi. Wa kisasa kidogo laini. Wa kienyeji ndio wagumu kidogo. Unadhani hiyo inatokana na nini? Inatokana na kuku wenyewe. Hmm. Kwa kuku wa kienyeji wa kienyeji wa na wa kisasa, wa kisasa. Um. Unaonekana uko fiti, unatumia unakula kuku gani? Mimi nakula kuku wote. Wao wa broiler yao wa kienyeji nakula hmm. Hmm. Changamoto zipi ambazo unakumbana nazo katika kazi yako? Ah, changamoto ndio hivyo hivyo tunakumbana nazo kutokana na hali yenyewe sasa hivi hali yenyewe ngumu. Lakini biashara inaenda. Biashara inaenda hivyo hivyo. Hivyo unapata hela kula. Nikushukuru sana kwa maoni yako. Nikushukuru pia mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV. Una, unaweza ukatusaidia kidogo tukasogea na kuzungumza na wale ambao sehemu ambao wanakuwa wakichinjia kabisa mw. Ah, Sizani wapo kule machinjioni. Okay, twa, tutajaribu kuona inakwaja tafanya hivyo. Ni kushukuru sana, nikuambia asante. Chochote ambacho unaweza kukizungumza cha mwisho kwa watazamaji na ufuatiliaji wa Global TV? Hamna, wa sina chochote cha kuzungumza, asante mm. sana mtazamaji na ufuatiliaji wa Global TV ambaye bado unatutazama, nikushukuru lakini pia nikurudisha uendelee kuangalia mambo yanavyoendelea kuku wanaopatikana wanavyoonekana, wakati huo pia nikiwa najaribu kutafuta mtu mwingine ambaye pia tutaweza kuzungumza naye kuzungumzia mawili matatu kuhusiana na biashara hii. Mambo vipi? fresh, yeah. Jina lako nani? Yeah. Geukie upande dogo, yeah, kwa mtazamaji ili aweze kukuona vizuri unaitwa? Mimi naitwa Alfan Saumu ila jina maarufu hapa na najulikana kwa kijiko. Kijiko? Eh. Au sio? Kwa nini kijiko? Ah, ndio jina lako maarufu. Au unakula kuku na kijiko mzee. Amna, mpira mpira tu ndo jina yake jiko, yeah. sawa sawa. Kazi hiyo umefanya kwa muda gani? Uh, ah, yeah. Mimi mm. Na kama miaka miaka miwili biashara lakini fresh. Changamoto ambazo unakumbana nazo ni changamoto zipi? Ah, changamoto sehemu yote changamoto hazikosekani. Kama hapa changamoto inayotukabili hapa kama tunafungiwa fungiwa mananii yetu mabanda hapa kutokana na masuala ya usafi, ndo changamoto inayotukabili kubwa. Katika kumchinja kuku, we ukipewa kuku wa kienyeji watano na kuku wa kisasa watano ukaambiwa tumia dakika dakiki, yani kuku wapi ambao utawamaliza uta kwa dakika chache zaidi katika kuwachinja na kuandaa? <laughs> kuku wa kisasa. kwa nini wa kisasa? wale ni wa laini laini, sio kama kienyeji, wa gumu wa gumu kidogo. Kuna kuna swala moja mimi wala nitatiza nadhani pia pia kwa kwa mtazamaji wa Global TV huenda likawa la mtatiza pia. Kwa nini unaweza kukuta kuku wa kisasa mkubwa kabisa alafu manyoya machache machache tu kwenye mbawa humu, ah, tu kwenye au sehemu nyingine hazina manyoya? Mimi naona ni maumbile tu. Kuna tetesi kwamba kuku wa, wa kisasa na kuwakilishwa na vyakula tofauti vingine ambavyo vinaweza vikawa vina madhara. Umewahi kusikia hilo? Eh, hizo tetesi tunasikia, hmm. Ila umewahi kusikia kama kama kitu gani ambacho huwa wanalishwa? Nasikia makemikali makemikali to. Yana zuru sana. Ujawahi kusikia kuhusiana na vidonge hivi vya ARV? Ah, sijawahi kusikia. Sijawahi kusikia. Lakini binafsi wewe ukiambiwa okay, kula ukawekewa kuku hapo wa, wa kisasa na wa kienyeji, katika kula najua utachagua kuku wa kienyeji. Swali so, linakuja katika kuchagua kuku wa kienyeji, una kipi cha kumshauri kijana ambao wengi wanazungumzia wana, wana kwamba biashara ya kuku hii, kuku, kuku, wengi ambao wanakuwa wakipatikana katika maeneo mbalimbali ya chips na nini kuku wa kisasa, na kipi cha kumshauri kijana mwenzio kuku wa kisasa? Ujue kwa mimi napendelea sana kuku wa kienyeji kwa sababu kuku wa kienyeji ndo tunaishi nao katika mazingira yetu kila siku. Kisasa wamezoeleka sana kibiashara. Mi nitamshauri kula kienyeji, kwa sababu hao ndo tunaishi nao, tunakaa nao kila siku, tunawafuga tofauti ya kisasa unawakuta sehemu za biashara, wamekaa kibiashara zaidi. Lakini leo tumekuja siku ambayo ni nzuri, hali ya hewa ni nzuri, hakuna mvua. Kukiwa na mvua kunakuwa kuna na tofauti gani katika maeneo haya? Tofauti kiupo, ugumu wa wateja, biashara inakuwa nao ngumu kidogo, tofauti. Najua hicho tu ndio tofauti. Harufu zinakuwaje? Hamna harufu hapa, harufu hamna hapa sunaona mazingira hapo safi nini, hata ikinyesha mvua harufu hamna. Kwa hiyo ni kushukuru, ntumie fursa hii kukushukuru kwa kuchangia kuzungumza na vingi vile ambavyo umevizungumza. Kwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV, ningependa umwambie tu kitu kimoja kuhusiana na upatikanaji wa kuku anavyopatikana, anavyo anavyokaa hapa anavyotunzwa, na baada ya muda mpaka anamfikia mteja. Hizo hatua tatu uzizungumzie tu, anavyopatikana kuku anapatikana mpaka anakuepo katika eneo hili hapa sokoni, yani wanapatikana wapi, na maanisha anavyotunzwa katika maeneo haya mpaka kumfikia mteja, kwamba mteja anakuja maeneo haya au inakuaje? Tuanze na upatikanaji wanapopatikana. Kwa sisi hapa tumezoea kuita shamba yani. wauzaji hapa wanatoka huko, anaenda Mbezi, Kimara, kwa wafugaji. Kwa hiyo kule ndo wananunua, analeta hapa, wanunuzi wana, wanachukua nao, anaweka mabandani ndo tunasubiri wateja. Wateja wakija wananua wakishanua, kama nataka kuchinjiwa ndo kama sisi tunajitokeza tunaenda kuachinjia, tunatayarisha kila kitu. Tukishammalizia, mnunuaji anachukua kuku wake, anaenda kumpika nyumbani au kumtayarisha. ina, inawezekana kuna kijana ambaye anakutazama sehemu fulani ya dunia na pengine hana kazi ya kufanya, angependa kujua wewe, kazi hii ambayo unaifanya ya kuwachinja tu kuku, inakusaidia kuendesha maisha yako kwa upande gani na upande gani pengine una familia unatunza watoto au kipi ambacho unakuwa ukikifanya, kutokana na kazi ambayo unaifanya? Kwa mimi naniendeleza katika mambo yangu niyowapanga malengo yangu, ina ni nikiz, inanikizisha baadhi ya malengo yangu naafikia kwa kupitia kazi hii zungumzia malengo kuyafikia kupitia kazi hii yeah. Pengine kama ungeza kutuambia, labda malengo mawili matatu nimepanga, una kipato mara mbili, una kipato kutoka boda boda. Nikushukuru sana na nikutakia kila la heri ah. Asante sana mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV, ambaye kwa muda wote tumekuwa pamoja. Sina la ziada, kutokea maeneo haya umeweza kujua na kujionea wewe mwenyewe vile ambavyo kuku wanavyopatikana, umeambiwa wanavyotunzwa kwa muda huu hapa mpaka kukufikia wewe ambaye ni mteja na wateja wengine popote pale walipo. Sina la ziada, mimi naitwa Kelvin Shaw. Nikwambia asante sana nyuma ya kamera, niseme much respect, Director Amani Madebe Za pili kubwa kabisa saiti yetu www.globalpublishers.co.tz kuweza kupata habari na matukio zaidi, lakini pia kipindi ambacho kitafuata siku nyingine, ambayo unatakiwa sasa hivi uhakikishe unabofya sehemu iliyoandikwa subscribe ili uweze kupata tutakapokuwa tukizungumza na wataalamu wakikuambia kwamba madhara ya kuku wa kisasa ni yapi na faida za kula kuku wa kienyeji ni zipi. Bofya sehemu iliyoandikwa subscribe, ujiunge na familia ya kidigitali, ili usipitwe yatakapokujia hayo yana yana ambayo yana manufaa kwa afya yako yaweze kukufikia moja kwa moja na uhakikisho utakavyobofia sehemu iliyoandikwa subscribe. Kwa pembeni kuna kama kama kikengele kikengele pale, kiguse kile kikengele kiote kama masikio hivi, hapo utakuwa ukitumiwa notification zote za kila habari na video ambazo zinawekwa kwenye channel yako upendwa. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Instagram, tukutane at shayotz shayo tz. Nyuma ya kamera big director Amani Madebe, ni jina hilo hilo ambalo analitumia Instagram pamoja na Twitter, ya channel yetu ni at global publishers tz. Twitter ni at Global Habari Instagram na Facebook ndio at Global Publishers. Sina la ziada kwa wakati huu. Niwatakie wakati mwema. Bye bye kwa sasa.